Majirani, hii ni pleated mini skirt standards. Tutaangalia viwango, tutaangalia nani Amidamsha zaidi pleated skirts ni aina ya sketi ambazo zimeshonwa kwa kuikiwa marinda na kuna design mbalimbali mbali kwenye hii sekta, ila kwenye upande wa urefu tutaangalia mini na micro, regardless rinda la sketi limepambwa vipi. Hawa ndio mastaa ambao wamepita na mkato huu wakituhakikishia wa kwamba sketi za marinda sio za shule, bali pia ni za mitoko. Kwa hiyo tuende kazi, na wa kwanza ni Lulu Diva akiwa amevaa sketi nyeupe ya marinda na t-shirt nyekundu, then we have Hamisa Mobeto akiwa amevaa sketi nyekundu and also we have her akiwa amevaa ya brown. Alafu tunaye mtangazaji Alia in a pink one ambayo ame style in two different t-shirts. Then we have Nai Beauty ambaye yeye kwenye sketi yake ya brown pamoja na white and white heels we also have Gigimani amevaa sketi nyeupe ambayo ame pair it with a green coat. Then we have Zailisa ame pair ya kwake na boots nyeupe pamoja na t-shirts. Then we have Nandi kama hii trend ni vita basi Nandi ndo kalishika kombora halo. Then there's Rosman Fere, former miss Tanzania. I love the color, I love the way my style. We also have Zuchu yekavaa sketi nyeupe kaistyle na boots nyeupe na tshirt nyekundu juu. Alafu kuna Aika ambaye ameivaa mpaka confidence inatiririka. I love the styling of this skirt. Hapa pia tunaye Jida ambaye pia ya kwake amestyle na boots iron woya kwenye sketi nyeusi and then iron wayer kwenye sketi nyeupe with lime green, and we also have V Money, Vanessa Mdee amevaa nyeusi, lakini pia anao hea draft. And then we have sishikiki sikamatiki, akiwa ndani ya a white one with white boots, lakini kuna hii pia ya black majirani. Pleated miniskirt has never left, na sasa zinarejea kwa kishindo, kama wali wa leo na kiporo cha maharage ya jana. Haya, niambie, kutoka kwa mastaa wote hawa, nani monitress wa darasa la mitindo la sketi hizi? Nani kapendeza zaidi? Bye.